Mimi kwa jina naitwa Steven Lusinde, ni makamu mwenyekiti wa wajasiriamali wadogo Tanzania maarufu kama Wamachinga, lakini ni mwenyekiti wa Wamachinga katika eneo la Kariakoo. E, ndugu waandishi wa habari, wa tumewaita hapa leo. E, sisi tuliopo hapa ni makundi maalum kwa ujumla wake ambao tuko chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa hiyo tuko hapa bodaboda Boda, tuko hapa bajaji tuko hapa machinga na makundi kadhaa ambaye e, tunafahamu kwamba kesho tarehe 29 mwezi wa kumi nchi yetu Tanzania tuna tukio kubwa sana la kihistoria, lakini tukio la laki, kesho ni tukio la kikatiba, ni la haki ya kimsingi ya kila Mtanzania kwenda kuchagua kiongozi anayemtaka . Kumekuwa na maneno kadhaa, kuna watu wamekuwa wakitusemea kwenye mitandao, sijui machinga, sijui nani. Sisi wa machinga tumeungana nchi nzima kuhakikisha kwamba tunaenda kutekeleza adhima ya kikatiba kesho, tarehe 29 kwenda kupiga kula. Na leo niwaombe wafanyabiashara wote machinga, kesho tarehe 29 asubuhi na mapema, wote tuamke, tuende kwenye vituo vyetu tulikojiandikisha twende tukatimize azima ya kikatiba. Nchi yetu inaongozwa kwa katiba, sheria, taratibu na kanuni, lakini pia hatujawahi kuona nchi ambayo inakwenda bila kiongozi. Kwa hiyo lazima kesho twende tukafanye uchaguzi ulio huru na haki, na sisi hatuhitaji kusemewa na mtu mwingine yoyote. Sisi tulioko huku mbele ndiyo tunayosema, sisi ndio wamachinga unasema kesho tukiamka asubuhi tunaenda kupiga kula, lakini lazima tuelewe kwamba kuna watu wanasema maneno ya hapa na pale. Kwa mfano, ukimzungumzia machinga, maisha yake yako barabarani. Unawazaje kama kesho barabara zitafungwa, na kesho kutwa huyu mfanyabiashara ataenda kufanya biashara wapi? Kwa hiyo sisi tuna uhakika uchaguzi wa kesho tunaenda kupiga kula, na tumekubaliana wa machinga nchi nzima, tumekubaliana kesho na mapema tunaenda kumaliza, tunaenda kupiga kula. Kuhakikisha tunatimiza tutatimiza azima kikatiba. Kwa jina naitwa Dhulkif Livingstone Kimaro, e, ni mwenyekiti wa maafisa usafirishaji kanda ya Buguruni, lakini ni mjumbe wa bodi ya SACCOS ya maafisa usafirishaji mkoa huu wa Dar es Salaam. Wako watu ambao wanatuwekea maneno mdomoni, sisi kama maafisa usafirishaji, kwamba sijui tutatoka, tutaenda pale, tutaenda pale. Huo ni uongo mtupu na sisi kama viongozi na nyinyi wananchi mmekuwa mashahidi kwa namna tulivyojitoa E, lakini kwa namna ambavyo serikali imekwenda kutekeleza e, kwa ukubwa wake e, ile sheria ya utawala bora wa ushirikishwaji. Hivyo basi, rai yetu kwa maafisa safirishaji wenzetu, inapofika kesho, ni kwenda kupiga kura na kwenda kuwasafirisha wale wote ambao wanakwenda kupiga kura, na baada ya hapo tuendelee na shughuli zetu. Amani yetu ndiyo tunu yetu. Pasipokuwa na amani sisi maafisa usafirishaji hatuna lolote ambalo tunaweza kufanya. Lakini jambo lingine nichukue fursa hii kuliomba jeshi la polisi, narudia tena, nichukue fursa hii kuliomba jeshi la polisi, kwa wale wote watakaojitokeza kwa namna moja au nyingine kwenda kuvuruga amani ya nchi hii, amani ya wilaya hii na amani ya mkoa huu, basi jeshi la polisi eh, likatumia ile sheria ya sheria ti sheria bila shuruti. Kwa majina anaitwa Benadetta Ditrik Kinyelo, <coughs> ni dereva wa bajaji kwa upande wa watu wenye ulemavu. Mimi wengi wameongea mengi ambayo ya kuhusu amani na mimi nasemea, sitakuwa na mambo mengi zaidi, tu kusisitiza kesho, wanawake wa mama tujitokeze kwenda kupiga kula, tukatiki tukisha maza kutiki, turudi majumbani kwetu. Tuwe na amani katika nchi yetu, yaani tusipende kusikiliza watu kwenye masuala mitandaoni, maana mitandao inakuwa inataka kutuchafua kwa hiyo sisi tusisikilize masuala mitandaoni, twende tukapige kula, amani iendelee katika nchi yetu.